Nasikia niombe na mtu usiku wa leo. Sijui ni nani ambaye Mungu amekusudia. Mungu amenipa msukumo niamke niweze kuomba. Ninaamini maombi haya yataenda kukuvusha, yataenda kukupeleka mahali ambapo Mungu amekusudia. Huenda kuna jambo ambao unapitia na huenda kuna changamoto ambao unatamani upate msaada wa kiroho na ukawa na waza ni namna gani ya kuweza kufikia ufungulivu huo. Mungu amenipa msukumo maalum niweze kuomba na wewe, naamini Mungu atakusaidia. Huu ni wakati wa usiku wa manane. Katika hali ya kawaida, sikuwa na ratiba moja kwa moja amaombi lakini Mungu ameniamsha na kunipa msukumo ya kwamba ingia kwenye maombi, ombea watu wangu, ombea watu wangu, na nimepata msukumo huo. ikumbuke kwamba tuko kwenye kipindi cha kumbukumbu kumbu ya maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka, tuko kwenye wakati wa kutafakari kufa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambapo, kwa kipindi kama hiki, huwa anapenda kupata utulivu, na huwa anapenda kutafakari mambo ya ufalme, mambo yanayohusu wokovu ambao ameufanya Bwana Yesu Kristo katika maisha yetu, lakini Mungu amenipa msukumo ya kwamba katikati ya kipindi hiki natakiwa niweze kuomba usiku huu wa manane, natakiwa niweze kuomba na hakika Mungu anaenda kumfungua mtu mmoja. Wakati nasoma Bibilia nikakutana na mstari mmoja ambao ukanipa nguvu na unaweza kuongeza kitu katika maombi yetu ya siku ya leo, kitabu cha Zaburi ya 150 mstari wa 36-37 na kuendelea. Biblia inazungumza vizuri ya kwamba wakati ambao Mungu alikuwa anawatetea wana wa Israeli waweze kutoka katika nchi ya utumwa yalikuwepo mapigo tisa. Katikati ya hao mapigo tisa, wale maadui zao au wale wa Misri au yule Farao alikataa kuachia, lakini nini kilichokuwa kinasababisha yule Misri aweze kukataa kuachia wana wa Israeli wasipate uhuru wao? Ni kwa sababu kati ya mapigo ambayo alikuwa anapigwa yalikuwa sio mapigo ya kumfanya aweze kuachia, lakini lilikuwepo pigo moja la mwisho ambayo lilikuwa ni sehemu ya nguvu zake. Alipopigwa mahali penye nguvu zake, akaweza kuachia kabisa. Ndipo sa Biblia anasema kwamba kwenye kitabu cha Zaburi ya 105 mstari wa 36 ya kwamba Mungu aliwapiga wana wa Israeli mzao wao wa kwanza katika mzaliwa wao wa kwanza. Biblia anasema kwamba limbuko la nguvu zao, limbuko la nguvu zao. Kumbe wana wa, wa Misri walikuwa na nguvu zao, kulikuwa kuna mahali ambapo walikuwa wanategemea nguvu zao. Walikuwa na watoto wao wa kiume wa kwanza, walikuwa nawapa majina ya miungu ya mito, miungu ya maji. Kwa hiyo ile miungu ya maji ilikuwa kwenye wazaliwa wa kwanza, ilikuwa inawapa nguvu kila wakitaka waweze kuwapinga wana wa Israeli, walijikuta wa Wamisri wana nguvu zaidi. Kwa hiyo wana Waisraeli wakitaka wafanikiwe wanajikuta wako chini ya Wamisri, wakitaka wavuke wanajikuta wako chini ya Wamisri, wakitaka wafanye mambo fulani ya uhuru, kwa sababu ile miungu inatawala na ina nguvu. Na walichokuwa wana kifanya Wamisri, walikuwa wanatafuta namna ya kupunguza nguvu kwa wana Waisraeli ili asitokee mtu anayeweza kuzaliwa kwenye familia ya kuweza ku, ku, kuleta mabadiliko, kuleta ukombozi kwenye familia ya Waisraeli. Na ndio maana walikuwa na dili na uzaliwa wa kwanza wa wana wa Waisraeli walikuwa na dini na watoto wa kiume wa wana wa Waisraeli. Kwa hiyo kila anayezaliwa Mwebrania alikuwa na nyongwa mtoto wa kiume anauliwa, anauawa. Na wakati mwingine walikuwa wanapambana mpaka na mimba, wakaweka wakunga ili waweze kutafuta watoto ingali wako tumboni. Yani mtoto akitaka tu azaliwe kama ni wa kiume anauliwa, labda awe ni wa kike ndio anaweza kupata nafasi ya kuishi. Sasa maandiko yananiambia kwamba nguvu za Wamisri zilikuwa katika watoto wao, katika uzao wao katika familia zao, na ndio maana basi Mungu ananipa msukumo usiku wa leo, ya kwamba tuingie kwenye maombi ya kumwambia Mungu mahali popote ambapo adui anayepambana na sisi ambapo ni chanzo cha nguvu zake, iwe kuna mtu anamtegemea, iwe kuna miungu anategemea, iwe kuna vitu anategemea, nasi tunaenda kupiga pale pale kama vile Mungu alivyoenda wa kuwapiga wana wa wa misri wa wa wa wa wa pale pale penye nguvu zao pale pale penye vyanzo vya nguvu zao ili waweze kuwachia wana wa Mungu waweze kupata uhuru wao naenda nami katika ulimwengu wa roho naenda kusemesha mahali ambapo adui anafanya uharibifu katika maisha yako wengine mna magonjwa mnatafuta wapi mnaweza mkapata msaada mnaanza kuangaika na hiki na kile wengine mnapitia changamoto mna changamoto fulani ya kucheleweshwa mwingine unapitia changamoto fulani ya kukataliwa mwingine unapitia changamoto fulani ya vita inaandamana vita inakuwa kubwa unamaliza hili nakuja hili unavuka hili nakuja hili unajikuta unaangaika ni kwa sababu tunapambana hatupigi Ini. atupigi mahali penye chanzo cha nguvu atupigi mahali ambapo vitu vinazaliwa leo Mungu amenipa msukumo na amenipa nguvu maalum niende katika ulimwengu wa roho kama vile Kristo Yesu kwa kazi ya msalaba alienda paka pande za kuzimu yaani kifo cha Bwana Yesu ambacho tunakiazimisha kilikuwa si kifo cha kawaida kilikuwa ni kifo cha kwenda kutununua Kili ni kifo cha kwenda kutukomboa ili ammalize kabisa adui asiweze kuwa na nguvu ya kututawala tena. Na ndio maana anasema kwamba aliingia mpaka pande za kuzimu, mpaka huko kuzimu ambako shetani alikamata maisha ya watu, aliteka nyara maisha ya watu. Watu walikuwa hawawezi kupiga hatua kwa sababu kuzimu ilikuwa imefungua kinywa na inatunza mili ya watu. Maandiko anasema kipindi Yesu anafufuka, alifufuka na mili ya watakatifu My God, alafu pazia la hekalu likagawanyika vipande viwili. Manake nini? Manake tukapata neema ya kupaingia patakatifu, mahali ambapo tulizuiliwa. Huenda kuna mtu nasema na wewe katika usiku wa leo, kuna vitu umezuiliwa kwa sababu mkuu wa anga, mkuu wa kuzimu, mkuu wa miungu madhabau na anga na mahali ulipo, linakamata maisha yako, linakamata hatua zako, linakamata kibali chako. Ardhi ya mahali ulikozaliwa inasema wewe ni wa kwenu, na ndio maana ndoto zako utaota bado huko nyumbani, utaota bado huko shule. Unatamani upige hatua kuna mahali ile miungu ya kweli unasema hapana, rudi nyumbani. Wewe hapa ndiyo nyumbani. Leo Mungu amenipa mafuta, nami naingia katika ulimwengu wa roho. Inua mkono wako, nataka ni kuombee neema ya Bwana ambayo inanitoka hapa, itaenda kushuka na wewe hapo ulipo. Kuna watu wanaenda kupokea ufufuko siku ya leo, kuna watu wanaenda kupokea ufufuliwo siku ya leo. Nawe mwambie Bwana, kwa kuwa umeangikwa msalabani, kwa kuwa umeteswa, wakati upo katika kazi rasmi ya kufanya ukombozi, wakati katika imani huko kwenye kazi lazima ya kufufua vitu vilivyokufa, nami na kuomba katika imani siku ya, ule, le ya leo, usiku wa leo, majira haya, fufuka na vitu vyangu. Wakati unafanya operation ya kiroho ya kwenda kuchakata ukombozi, ya kwenda kuchakata marejesho ya maisha ya watu, nami naomba unikumbuke huko huko ambako umeenda kwenye pande za kuzimu. Wakati tunalazimisha, najua katika imani, maana imeandikwa pale tulipobatizwa tumeshiriki mauti pamoja na Kristo, nami naingia kwenye mauti hiyo, naenda kusaka vitu vyangu, vio vimezikwa kwenye mto, vio vimezikwa kwenye bahari, vio vimezikwa kwenye makaburi, vio vimezikwa mahali popote pale, haijalishi ni wapi, naita nafsi yako kwa jina la Yesu. Naingia katika maombi na kukomboa mtu mmoja aliyefungwa na ayo majini na ayo mapepo, kama vile Kristo nayemwazimisha alienda mpaka pande za chini, alienda mpaka chini kabisa. Kama ni bahari imekumeza, wacha kutapike. Kama ni wachawi kwenye viringe vyao walikamata jina lako, walikamata nyota yako, walikamata nafasi yako, wacha wakuachia usiku wa leo. Nabatilisha madhabau, nabatilisha kazi ya giza, nabatilisha yeyote ule uliyefungwa kwa jambo lolote ambalo limekufunga. Niamuru nguvu ya Mungu yaweze kupita, naenda huko huko mpaka pande za chini, naenda huko huko mpaka walipokamata jina lako, walikokushika ingali huko hai, walikoshika njia yako, walikoshika maisha yako, walikoshika huduma yako, walikoshika uokovu wako shika kibali chako na kuita kwa jina la Yesu, hiyo ndoa yako ifunguliwe na kuita kwa jina la Yesu, hicho kibali chako kifunguliwe ayo majini mahaba yanayopata uhalali juu yako, maana imeandikwa, kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana majeshi ataokolewa, nami nakuita katika jina la Yesu kwenye madhabahu hizo, toka kwenye shimo hilo, toka kwenye magonjwa hayo, toka kwenye mikosi hiyo, toka kwenye baraa hiyo. Na kuamuru ewe adui uliyefunga maisha mtu huyu paya, na kuapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu aliyekufa na siku ya tatu akafufuka, na kuamuru, achia maisha mtu huyu, achia maisha mtu huyu, achia ualali wake, achia fahamu zake, achia amani yake, achia ndoa yake, achia kibali chake, na vunja miungu navunja madhabau, nasema kama umekamatwa na matambiko, umekamatwa na nguvu za asiri, umekamatwa na waganga wa jadi, umekamatwa na vitisho. Kuna mtu unatishiwa vitisho, umeambiwa maneno ya vitisho, unaona kwenye nyumba yako kuna vitisho vinaendelea, na kuita katika jina la Yesu hao wachawi wanaoinua nguvu, wanaoinua vipango vyao, wanaoinua mambo yao, na amuru wapigwe kwa jina la Yesu ni wakati huu. Naenda huko huko kwenye chanzo cha nguvu ya adui wako, naenda kwenye chanzo cha nguvu zake aris, natumia nguvu kutoka wapi? Kutoka nchi gani? Kutoka mazingira gani? Naenda kubatilisha hizo nguvu, na mpiga mkubwa wao, napiga huyo anayemtegemea apigwe kwa jina la Yesu, ataaruki huko huko aliko. Tunaenda mpaka kwenye miti, tunaenda mpaka kwenye mabonde, tunaenda mpaka kwenye milima. Natuma malaika wa moto, natuma malaika wa moto. Haijalishi nani anaruka usiku wa leo kwa hizo ndoto zake na hiyo mipango yake, akamatwe, akamatwe, akamatwe, akamatwe, akamatwe. Naamuru mapigo kwa jina la Yesu, naamuru mapigo kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu. Hapapo lipofunguliwa hivyo vifungo, vikuachie, viachie mwili wako, viachie mwili wako. Kila mipango ya ajali, mipango ya hofu, mipango ya mashaka, mipango ya kushimu, na ipinga kwa jina la Yesu. Pokea amani, pokea wepesi, pokea nguvu, pokea kibali katika jina kuu la Yesu Kristo. Na kutabiria uwe hai sasa Damu Yesu kufungue, damu Yesu kuweke huru, mkono wa Bwana ukupe kibali cha kwenda mbele zaidi. Usiku wa leo pokea ukombozi, usiku wa leo pokea amani, usiku wa leo pokea majibu yako. Na kutamkia ufungulivu, kama kuna kitu melishwa na kitapishwe, kama kuna kitu kimekukamata kishindwe. Wee ambaye unasikia maumivu ya kichwa, ambaye wakati naomba ulikuwa unasikia kupiga miayo, na amuru ufungulivu juu yako. Wakati naomba uliona kama akili na hama inaenda mahali ambapo ulikuwa upajui, nafungua fahamu zako na kuita kwa jina la Yesu utoke u... Rudi kwenye akili yako, rudi kwenye uchumi wako, rudi kwenye mapato yako, rudi kwenye afya yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na tabiri, neema ya Mungu ikufungue. Unahitaji ndoa, pokea ndoa. Unahitaji kibali, pokea kibali. Unahitaji amani, pokea amani. Unahitaji uwepo wa nguvu za Mungu juu yako, pokea kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa niliyekuwa naomba na, na wewe. Mungu akubariki kutendea mema, uwe na wakati mzuri. Amen.